Mtazamaji, tunaendelea na simulizi za mauaji ya mwaka elfu mbili na moja visiwani Zanzibar, mauaji yaliyofanyika dhidi ya wa waandamanaji walioingia mtaani kudai haki zao ikiwemo uchaguzi huru na wa haki. Enzi hizo ilikuwa ni chini ya utawala wa marehemu Benjamin William Mkapa. Ndiyo tunayokuletea ikiwa ni miaka ishirini na tano tangu yafanyike ya mwezi kama huu wa Januari mwaka elfu mbili na moja na sasa ni mwaka elfu mbili na ishirini na sita. Tunasikiliza simulizi za Said Miraj ambaye ni mmoja wa watu wa waliokuwepo wakati huo walioshiriki na walioathirika na vipigo, mauaji yaliyofanyika dhidi ya, ya waandamanaji, maandamano ambayo aliandaliwa na chama cha wananchi CUF, na yeye wakati huo alikuwa ni kiongozi wa vijana wa chama hicho ambaye aliongoza vijana wa chama hicho na wananchi kwa ujumla walikuwa wanataka kudai haki yao kwa maandamano haya. Tumsikilize. Tangulia kusema shehe Muhammad, kwamba binafsi wakati ule nilikuwa ndio mkurugenzi wa vijana na, na, na blue guards wa taifa, kwa sababu mimi nimewahi kuwa naibu mkurugenzi wa vijana, nikawa mkurugenzi wa vijana alafu nikawa mkurugenzi wa vijana na blue guards, alafu nikawa mkurugenzi wa haki, wa vijana na haki za binadamu alafu nikawa mkurugenzi wa haki za binadamu peke yake na mambo mengine kadhaa wa kadhaa, e, lakini kwa wakati ule kama itakumbukwa vizuri e, miaka kama michache nyuma tuliwahi kufanya mkutano wa hadhara katika viwanja vya Mnazi Mmoja na Maalim Seif Sharifu Hamadi akatamka rasmi kukikabidhi chama kwa vijana. Sasa chama kinakabidhiwa kwa vijana, mimi ndio mkurugenzi wa vijana maana yake e, nilikuwa na kila uh, uh, sababu ya kubeba jukumu la kuongoza vijana katika mambo yote. Kwa hivyo hata vijana walipodai kukishinikiza chama kwamba wanahitaji tuende hatua mbele zaidi ya kudai haki zetu, baada ya kuona wameshindwa, au chama kinaelekea kushindwa kuweza kuwapatia haki kwa njia hizi e, za kisiasa na majadiliano ya kawaida, wakaamua watumie haki ya kikatiba ya kuandamana. Kwa hivyo bila shaka na mimi nikalazimika kwa kwa kwa, kwa upande mwingine e, kuingia mia juu ya mia kwenye yale maandamano, na sababu kubwa iliyofanya hivyo ni moja, unajua, watu wanapoandamana wakakosa uongozi, yani, kuna kitu kinaitwa mobilization na kuna kitu kinaitwa organization. Wanaweza kujimobilize, lakini wasiwe organize sasa wakijimobilize maana yake watafanya wanayotaka wao tu kuyafanya. Sasa sisi tukahofia ni sawa na kuwa na kundi la wanyama alafu likakosa mchunga, maana yake watavuruga mashamba ya watu, watakula matunda, watafanya kila kitu. Lakini angalau kukiwa na uongozi, unaweza ukaambia hapo, basi hapo, twende hapo, rudi. Na ndio maana ukaona maandamano ya Zanzibar hayakuleta vurugu za kuharibu mali kwa sababu kulikuwa na organization mbali ya kwamba wamekuwa mobilized lakini wakawa organized, na sisi tulichowaambia hatutaki vurugu, hatutaki kuharibu mali kwa sababu tu hatutakuwa na hakika tunaharibu mali ya nani. Unaweza ukaharibu kumbe unaharibu mali ya mwanachama mwenzako au unaharibu mali ya mtu asiyekuwa na hatia unah, unaharibu mali ya mtu ambaye hahusiani na mambo ya siasa eh. Kwa hivyo tukasema hilo hatunitaki, sisi tunachotaka ni kupeleka ujumbe wetu tu. Kwa hivyo lengo letu maandamano yetu yale ilikuwa ni kuonyesha ulimwengu, kuwaonyesha watawala kwamba sisi tumechoshwa na sauti yetu ni moja, mbili, tatu na mambo tulikuwa tukiyalalamikia, tunayataka na tusiyoyataka tuliyazungumza jana. Kwa hivyo ndio maana siku ile ilipofika hata vijana wakaamua kujitokeza kwa wingi, na vijana wengi waliamini kwamba pamoja na kwamba maandamano yale yamezuiliwa, lakini yanaweza kuwa maandamano ya amani ndio maana kwenye maandamano hakukuwa mwenye jiwe, hakukuwa mwenye rungu, hakukuwa mwenye panga, hakukuwa na mwenye silaha ya aina yoyote. Lakini bahati mbaya ilioje, wenzetu hawakuwa hivyo, wala hawakujali huo utu. Binafsi mimi niliongoza kundi, maanake tulijawa kwa makundi. Niliongoza kundi lililotoka uh, pale makao makuu ya, ya ya chama mtendeni wapo walioanzia Komba wapya wapo walioanzia kwa, kwa Mwembe, Mwembe, Mwembe, nani pale kwa Mwembe njugu, eh, wa, wa, wa, wa, wapo walioanzia kutoka kila maeneo lakini wapo waliofanya katika maeneo mbalimbali yakiwemo ya Pemba na kwinginepo. Kwa hivyo sisi tulipopandisha tu barabara ya Mwembe Tanga ile kuingia tu pale roundabout ya Michenzani tunaona watu wanapiga radio call na nini, mji uko bardi, manake ilikuwa ni mapema asubuhi ya mapema sana, kwa sababu sisi tulianza saa kumi na mbili asubuhi. Kwa hivyo tukaona ile hamkani, hamkani ya jeshi la polisi, lakini bado tukaamini kwamba labda pengine hawa watakuwa waungwana wa kutaka kujua, hawa mbona hawafanyi vurugu wala nini? Hebu tuwafikishe pahala, tuone wanafika wapi na wanasema nini. Lakini bahati mbaya, pale tulivamiwa na tukawa tunaanza kusikia huko milio ya risasi vilio na kadhalika. Sisi pale kikundi chetu kilikuwa kina watu kama hamsini hivi mpaka sabini kwa sababu ilikuwa tunakutana na wengine kutoka maeneo mengine. Kwa hivyo pale e, walikuwemo baadhi ya viongozi wa kada mbalimbali, ndio tukakamatwa pale, tukapigwa pigwa kidogo pale, tukatiwa kwenye makarandinga tukapelekwa kituo cha polisi Madema. Hasa sisi tuliamini kwamba ikiwa u, u, nje umesalimika na kufa au kupigwa hata sasa ushafika kwenye mkono wa dola unaweza kuwa salama kusubiri labda kupelekwa mahakamani, lakini kilichotokea pale kilikuwa kitu kimoja cha ajabu sana. Binafsi mimi, wapo walikuwa wananitambua miongoni mwa wale polisi. Kasema, si ndio mkurugenzi? E, huyo Sharifu yuko wapi? Huyo huyfsharifu yuko wapi? Huyo Jumaduni yuko wapi? kwa hivyo mchumajanga na wakwao hula peke yake. Unajua sisi tuna maneno pale, leo Zanzibar tunasema, vyako vyako vyako na wenzako, vikikupata vyako peke yako. Sasa hapa leo huko wewe sisi na wewe mimi, nikajua ni maneno ya kisiasa, lakini baadaye pale nikaona wanaingia wana, wa, wana, wa, wa polisi wa, wa field force nani nani wale waliovalia rasmi, wengi wengi, kila anakuja, ah huyu hapa huyu hapa huyu hapa. Sasa pale tukatengwa kwenye chumba fulani hivi mi? mimi na watu wengine kama watatu wanne, akiwemo Rashid Alinyange, akiwemo Ali Makame Isa na wengine bahati nzuri, hawa wapo mpaka leo, wako hai, unaweza kuwatafuta ukaongea nao. Na sasa, kilichotokea pale, anachukuliwa mtu anapigwa, mimi nalazimishwa kumwangalia, naambiwa, wewe si ndo mkurugenzi? sasa tunataka uone hawa uliowashawishi waandamane, tunachowafanya kabla hatuja hatujageuka kwako. Wewe ni kitu ambacho huwezi kukielezea, yani ni psychological torture na kula makofi lakini lazima nangang'anizwa niangalie nikiinamisha kichwa anapigwa na nyanyuliwa kichwa niangalie anapigwa mtu mpaka anazimika. No, tuelezee, walikuwa wanapigwaje? Tuelezee ile picha halisi, kutumia marungu, mikono, miguu, mtu anaruka komfu kabisa, anampiga mtu teke, yani anapiga popote anapopata. Mwingine analile bunduki anapiga kwenye kitako cha bunduki. sehemu gani za mwili zinapigwa? Wa, wale walikuwa wanapiga tu popote, wanapiga kwenye vichwa, wanavu yani kwenye miguu hapo ndio usiseme. Na ndio maana ukakuta watu wamekuwa na injury nyingi za kwenye miguu, kwa sababu huwezi kujua kama lengo ni kuvunja au kufanyaje. Wapo walovunjika mikono, wapo walovunjika miguu, kwa sababu walikuwa wanapiga, wanapiga kweli kweli. Walipomaliza watu wamelala, damu zimetapakaa pale chini. Wale ambao walitakiwa kama kwa demonstration ya mimi kuona watu wanapopiga, sasa ikageuka kwangu sasa pale mimi nilichoweza hapo kuona demo tu, wewe e e e e, unaonesha trailer tu kwamba hii ndio trailer yenyewe. Natakiwa nione vitu viwili, nione kitu cha kwanza, watu nilio washawishi waandamane kama mkurugenzi, kinachowapata. Kwa hivyo upate guilty, upate ile guilty conscious, upate ile kujihisi vibaya nafsi mwako Eh, yeah. Guilty consciousness. <laughs> Lakini ya pili, naambwa hapa, mko nyinyi tu, hao wengine mbona hawapo? Sasa wewe ndio utabeba ya hao walikuwa hawapo. Kwa hivyo, wewe uone hao wanachofanyiwa, halafu pia manake inawezekana pengine wewe ukifanyiwa mengine ukawa huoni. Sasa uone hao kwanza, halafu ndio tuje kwako. Ilipofika zamu yangu na mimi nikaanza kushughulikiwa, kwa kweli nilipigwa sana, nilipigwa mpaka nikapoteza fahamu. Sasa bahati mbaya sikuweza kujua kilichokuwa kinaendelea tena pale, lakini baada ya muda, siku kama tatu ndio nikaja nikapata fahamu. Napata fahamu, kwa hivyo uli... nikiwa niko hospitali. poteza fahamu kwa siku tatu. mm -hmm, fulizo ishirini na saba ishirini na nane ishirini na tisa nimekuja kujifahamu nikiwa niko hospitali ya Mnazi Mmoja pale hospitali ya mnazi mmoja, anapata fahamu, niko na walinzi polisi. Nimekaa pale baada kama wiki ndio naona sasa wanakuja watu mbalimbali mbali kuniangalia, lakini wakija, wana kuna usimamizi wa polisi, halafu sharti lake hakuna kuniongelesha, kwa sababu kwanza nilikuwa ndio hali yangu ilikuwa dhaifu, halafu watu walokuwa wamekuja pale ni wengi kwa hivyo unaambua, huyu ataongea mpaka saa ngapi? Wewe unaingia unaniangalia hivi, unatoka unakwenda zako, na huruhusi kukaa zaidi ya dakika moja. Kwa hivyo kuna kama q hivi, unaingia unaangalia, kama unatoa salamu za mwisho kwa marehemu, unaondoka zako. Sasa baadaye nilichokiona pale, nimekaa kitambo pale kidogo, zaidi ya wiki mbili, kuna siku nimekuja kuchukuliwa na polisi. Sasa kukaa na mabishano kidogo na, na, na, na madaktari kwamba huyu mtu hata kukaa kitako hajaweza, nyinyi mnamchukua ili iweje? na huyu ni wakuchukua kwa machera. Wakasema hiyo ni amri, sisi tumeambiwa tuje tumchukue. Sasa daktari akasema, mimi kwanza si sign kumdischarge huyu mgonjwa, pili hapa msije mkamrudisha tena, kwa sababu hatutampokea. Wale jamaa wakanichukua nika kuna kuna kuna kuna tunaita defender Land Rover tatu, moja mbele full nondo, ya pili full nondo, mimi niko katikati na machela na askari, nikapelekwa, barabara zimefungwa, hospitali pale pametanda askari, nikapelekwa kituo cha Madema. Sasa wakati nashushwa pale counter, alikuweko mkuu wa kituo OSS kwa wakati ule CVM, sijui kumtaja Laki, lakini alisema kwamba ehe, vipi? <laughs> akauliza vipi huyu? akaambua kuna maelekezo na hivi na hivi na hivi. Kwa kweli yule jamaa akakataa, akasema, mimi kama mkuu wa kituo siwezi kupokea mtu aliye hivi halafu nikakubali kumweka kwenye kituo. Sio tu sio ubinadamu, hapa sio suala la ubinadamu, lakini hata suala la sheria. Mimi nampokea haya, nikishakumpokea nampeleka wapi? Mida hiyo ni jioni saa kumi na moja, muda wa kazi umeisha. Nampeleka wapi huyu? Sina amri ya mahakama, sina maelekezo, sina chochote. Huyu alikuwa hospitali, kaenda kuchukuliwa hospitali, manake aliwauliza anatoka wapi, akaambua hospitali, akasema anaenda kumchukua hospitali, mnaniletea mimi hapa, mimi namweka wapi huyu? Akasema hapa kwangu, hapana. Sasa pale tena kukawa na mijadala, wakajadiliana huko wengi, mwisho akapigiwa simu wakili wangu Mzeusi Hamisaji akaja pale akanichukulia dhamana. Yani mie dhamana yangu pale haikuwa tena suala tena kwamba aje nani anidhamini nani anidhamini mimi. Nikachukuliwa pale nikapelekwa nyumbani kwangu. Nikiwa nyumbani kwangu, sasa ikawa tena ile tanauti ya watu kaachiwa, kaachiwa, kaachiwa, kaachiwa, watu wanajaa nyumbani mpaka ikabidi pawe na ulinzi wa chama. Sasa pale wale vijana wale waulinzi wa chama kucontrol ile nyendo. Huwezi kujua nani mwema nani mbaya, huwezi kujua mgonjwa wakati gani anatakiwa apumzike, wakati gani aonane na watu. Kwa hivyo ikawa sasa kuna na madaktari waliotafutwa na kina dokta Muchi, wakawa wanakuja wananitreat nyumbani. Kawa pale nafanyiwa matibabu kwa sababu nimetoka kule na vyeti vyangu, wananitafutia madawa, wanakuja madaktari, nadungwa sindano pale, nafanyiwa mambo ya, ya, ya, ya masaji zile kwa kutumia zile malham na nini. Pale nyumbani nikakaa kwa muda siku tatu. Sasa pale nimekaa kwa wa muda siku tatu, nakumbuka kati ule alikuja jamaa mmoja anaitwa Dr. Martin Hill. Martin Hill alikuwa anatoka Amnesty International na tulikuwa tunashirikiana naye kwenye mambo mengi, kuwasiliana wasiliana kumpa taarifa taarifa mbalimbali. Kwa hivyo akaja kuniona kunitembelea, na akanambia, bwana, sisi tuna organization yetu, tunataka tuchukue tumchukue tu kufanyia matibabu Uingereza. Ah, mimi unajua zile akili za kisiasa, nikamwambia, hayo maandamano, kuna watu wamekufa, kuna watu wamepigika kuliko nilivyopigika mimi, na nimewaona kwa macho yangu. Sasa nikichukuliwa mimi italeta taswira ya kwamba viongozi wanakwenda kutibiwa Ulaya, watu wengine wa kawaida wanakufa hapa. Kwa hivyo hii haitakamilisha, haita ile dhamira yetu ya kuandamana, itaonekana hata sisi wenyewe tuko kwenye matabaka. Kwa kweli nakumbuka kama leo, Dr Martin alilia sana.